Simba huwa na nguvu kubwa sana; anaweza kuua wanyama wakubwa kama nyati, pundamilia na hata twiga. Taya zake zina nguvu kiasi cha kuweza kuvunja mifupa kwa kumata mara moja tu. Wanatumia mbinu za kijasusi kuwinda. Simba huwinda pamoja na kutumia mbinu za kujificha, kuzina, kuzingira na kushambulia kwa pamoja. Hii huwafanya kuwa wawindaji wenye mafanikio makubwa. Uwezo wa kunguruma unasikika mbali sana. Simba ana ngurumo kubwa inayoweza kusikika hadi umbali wa kilomita nane. Ngurumo hili hutumika kwa ishara ya kumiliki eneo au kuwasiliana na wanakundi wake. Dume ana jukumu la kulinda jike, analeta chakula katika kundi la simba. Madume kuhakikisha usalama dhidi ya simba, simba wageni au wanyama hatari huku majike wakishirikiana kuleta chakula. Simba anaweza kuishi bila maji kwa muda mrefu. Simba anaweza kupata maji katika mwendo yake na ana uwezo wa kustahimili upungufu wa maji kwa muda mrefu.